Kupitia sawa sawa digital nilikujuza hapa taarifa ya wale watu ambao walinasa angani katika jaribio la NASA. Sasa na wale watu ambao walinasa angani walikaa kule takribani siku 280, ambazo ukizijumlisha kwa miezi ya kawaida inakuja takribani miezi 9. Sasa nina taarifa njema kuhusu watu hao. Wale watu waliyekwenda kufanya kazi katika anga za juu, wa NASA yani astronoti ya Crew-9, ambao walinasa huko angani, wamefanikiwa kurudi duniani mara baada ya kusalia angani kwa takribani miezi tisa. Kifaa cha SpaceX Dragon kilichowabeba watu hao, wale watu ambao walinasa kule angani, kwa majina yao walifahamika kama wa kwanza ni Nick, wa pili ni Suni, lakini wawili ambao walikwenda kuwaokoa watu wale alikuwa ni Butch pamoja na Alex. Kifaa hicho kilianguka baharini kwenye Ghuba ya Mexico karibu na Tallahassee huko Florida. Kurudi duniani kwa watu hao ambao ni astronauti kiliadhinishwa na ziara isiyotarajiwa kutoka kwa kundi la delfin, kundi ambalo liliongeza mguso wa kipekee kwenye operesheni ya kuwakusanya astronauti hao, ambaye ni watu wale walio NASA huko angani. Kupitia ukurasa wake wa X, mwanzilishi wa majaribio hayo ya NASA lakini cheo chake kingine ni mkuu wa idara ya ufanisi serikalini huko Marekani, bwana Elon Musk, yeye ameandika ya kwamba hongera kwa timu za SpaceX na NASA kwa kurudi salama kwa astronauti wengine. Asante kwa Potus kwa kuweka kipaumbele kwa misheni hii. Elon Musk hi hakuishia tu kuwashukuru wale watu ambao walikuwa na walifanya jitihada za kuweza kuwarudisha wale watu waliokuwa maangani, lakini pia amemwaga maua kwa Rais wa nchi yake Donald Trump kwa kuweka kipaumbele juu ya misheni hiyo ambayo amekuwa akiifanya. Lakini kupitia ukurasa rasmi wa SpaceX, wao pia wameweza kuthibitisha taarifa ambayo nimekupa hapo juu kwa kuandika ya kwamba kuthibitishwa kwa kuanguka kwa Dragon karibuni tena duniani. Wakawataja majina wale watu ambao wamerudi duniani na kifaa hicho ambacho kilianguka huko Mexico, na majina yao ni kama yale ambayo nimekutajia hapo awali, lakini tu kwa manufaa zaidi, kama hukuweza kuyasikia vizuri, nitakutajia tena. Watu hao ni Nick, Suni, Butch pamoja na Alex. So hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani kwako.